Spika, katika mwaka wa fedha 2025 2026 wizara na taasisi zake zinatarajiwa kukusanya jumla ya shilingi bilioni 13 milioni 656 laki moja tisini na tisa elfu. Mheshimiwa naibu Spika, ili kufanikisha utekelezaji wa vipaumbele ulivyoainishwa, wizara inaomba kuidhinishiwa jumla ya fedha kama ifuatavyo. Katika mwaka wa fedha 2025/26 wizara ya taasisi zake inaomba kuidhinishiwa jumla ya shilingi bilioni 687 milioni 698 laki 489 elfu kwa ajili ya matumizi ya kawaida na miradi ya maendeleo. Mheshimiwa naibu Spika, maelezo ya kina na mchanganua wa maombi ya fedha za bajeti ya kila fungu umeainishwa katika vitabu vya randama za mafungu husika ambavyo vimegawiwa kwa waheshimiwa wabunge kupitia mfumo wa kidijitali. Mheshimiwa naibu Spika, ninaomba kutoa hoja.